Namna karibu kwenye makala leo tuandalia Nick na Bangi, ambapo uzaji wa nyama ni kati ya biashara zinazoendeshwa katika miji na masoko mbalimbali kote nchini. Nick na Bangi anaangazia na kinachojiri kabla hujapata kitoweo cha nyama mezani. Nyama ni kitoweo kinachopendwa sana na idadi kubwa ya Wakenya, iwe choma ama hata chemsha, nyama huleta raha si tu katika hafla zenye watu wengi, bali pia nyumbani na hotelini. Je, ni nini unahitaji kufahamu kuhusu mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo wanaochinjwa ili kukupa nyama unayotumia kuandaa kitoweo. Daktari Jairas Wanga Wasike ni mkurugenzi wa mifugo katika idara ya mifugo kaunti ya Bungoma. Kabla mfugo kuchinjwa kwa ajili ya kuwa nyama ya binadamu kutumia, huwa kwanza anaangaliwa kama bado wako hai, daktari wa usika anaangalia apime joto ya hiyo mnyama angalie vizuri e, aone kama sio mgonjwa. Kulingana na daktari Wanga, idara ya mifugo katika kaunti hii ina jukumu la kuhakikisha mifugo wanaouzwa sokoni na wanaochinjwa wana afya ili kutuepusha na magonjwa. goma tuko na slaughter houses, karibu arobaini na tatu ine ni za Bungoma kaunti, hiyo ni Kimilili, Bungoma, Sirisia na Webuye ikiwa ng'ombe ataletwa na akakuliwe naone aonekane kwamba hayuko fit for human consumption, tuseme ile dalili zimeonyesha ni kwamba ni massive. ng'ombe huyo yoyote huwa anaenda anatupa kwa shimo. Mwenye ng'ombe anaambiwa ama mwenye hiyo mnyama anaambiwa, hii sio mzuri kwa binadamu, so anachukuliwa anaenda anatupa kwa hiyo shimo kwa sababu ukipeleka kwa bucha, customers wanalipa, na pesa ni mzuri, mtu akilipa pesa apate kitu mzuri. Hebu sasa ni kupe taswira ilivyo katika kichinjio cha Bungoma, eneo la Mteremko hapa mjini Bungoma hapa tunakutana wahudumu wa kichinjio hiki wakimalizia usafi baada ya shughuli ya kuchinja. Mhudumu mkuu hapa Augustin Wanyonyi Wechabe anatueleza mchakato wa kumchinja mfugo. Ya 10 stages. Kitambo ngombe kuwe nyama. Na ni mchakato wa kina kweli. First step, Second stage unaona hii, kitu kama itukama barabara eh, ngombe zinafuatana hapa mpaka hapo ndani. Kwa hii barabara inaitwa race. Okay, hapo ndani kuna mahali kama karumu. It is called a standing box. Kwa bichapa risasi na risasi yenyewe tunatumia punduki, iko hapa huyu jamaa ako naye. It is called a standing can. Sasa wanaichapa inakuwa ni conscious. Alafu sasa wanachinja stage four, stage five,

Iwapo ni mbuzi ya makondoo, wao huchinjwa tu moja kwa moja katika sehemu hii hapa, panaitwa stunning box huyu niliye naye anaitwa Bwana Vincent Juma Simiyo. Alichoshika mkononi ni stunning gun. Akiingia stunning box, kinachofuata ni kupigwa mm, na stunning gun. Una cock alafu unafanya shooting. Una point the, at, in the, middle of the head. Ukiikonga okay, inaanguka. Sasa wakati inaanguka, Muislamu anachinja. Expert kwa hii kazi yangu na siogopi chochote bola kitu ikwe halali mfugo ikifika hapa, ikofamili na daktari, mimi naweka kisu. Baadaye nyama husafirishwa kuelekea kwenye buchari ili wewe na mimi tununue nyama. Slaughterhouse au kichinjio cha mjini Bungoma, wanasema hapa kazi ni moja tu, kutayarisha nyama ukiiona mekoni, kisha baadaye mezani mnyama huo amepitia hapa katika kichinjio cha Bungoma. Ng'ombe zilete kwenye slaughterhouse tuweze kuhalalisha nyama safi. Makala kichinjioni hadi buchari yanaendelea.